Okay, kwanza, kitu naweza sema ni makosa zipo, na ndio maana tuko na technical bench yetu. Kila saa tunafanya makosa, tunarudi back kwa hiyo drawing board, na tunaweza kurekebisha vilivyo, so kitu yote ilifanyika naweza sema last match, ni tumeweza kukaa chini tukaangalia mali tunaweza ziba, and nafikiri mechi ya kesho itakuwa itakuwa bora kuliko yenye iliyopita. Uh, nafasi bado ipo because ukiangalia katika jadwali namba moja ako na nine points, huyo ndio namba moja wetu, au namba mbili ako na six points na namba tatu ako na 3 points. So mimi naweza kusema nafasi bado ni open. Mungu akijalia kesho tupate point tatu ya, ya Azam which si ati haiwezekani, yawezekana Then namaanisha game yetu ya Jumapili ijayo yan, tutapata point tatu. Sasa sahi ndio ilo, na mtu anaangalia, usiangalie wenzako inafanya nini, we angalia yako. so, for us, uh, tunajaribu kuchezea pride, kitu ya kwanza tupate point tatu ya kesho. Uh, tuwache wengine vile watafanya, na wiki ijayo pia tujaribu kutafuta point tatu nyingine, so mwisho ikimalizika ule atakuwa namba namba moja namba mbili, tutawapongeza waendelee na sisi kama tunapata pointi sita tatu sita ama tisa yenyewe, e, inamaanisha kuna mwelekeo mwingine tutakuwa nayo kama timu na kuna uzoefu fulani tutakuwa nayo na hiyo ndio kitu muhimu. Sisi kwanza, kitu ya kwanza tunatafuta win ya kwanza yetu ya, katika group stage.